Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, karibu sana Mheshimiwa Rais. Hapa tuna zoezi la kuweza kuruhusu rasmi magari yawanze kupita juu ya daraja la John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa na taadhima, ninaomba sasa nikukabidhi bendera hii ya taifa ambayo utapungia, utaifungua na kupungia hivi na baadaye madereva wa magari wanaoendesha magari haya tutaweza. Mheshimiwa Rais, nitakukabidhi bendera hii ya taifa ambapo utapepea bendera hii, na hiyo itakuwa ni ishara ya kuyaruhusu magari sasa ya abiria, magari binafsi yaanze kupita juu ya, ya daraja letu la John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa Rais karibu sana asante sana Mheshimiwa waziri wa ujenzi anakabidhi bendera hii kuashiria sasa Mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania na flag of makofi mengi na vigelegele vya tanzania sasa daraja la JP Magufuli rasmi gari ya kwanza basi ya abiria inapita kwenye daraja hili Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Rais o